Na mtazamaji wa Faida Online TV ni kwenye kituo cha kulelea watoto cha Darul Hadith Islamic Center ambacho kinapatikana hapa katika mtaa wa Madukani Manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara kwenye kata hii ya Shangani, ambapo leo tumeshuhudia mahafali ya watoto hawa, ambapo wazazi walihudhuria katika maeneo haya kwa ajili ya kuweza kuona kile ambacho watoto hao wamefundishwa. Wakati huo pia, mgeni rasmi kwenye hafla hii ni Mstahiki Meya wa Manispaa ya Mtwara Mikindani, Mheshimiwa Said Mohamed Zaid, ambaye alikuwa na nafasi ya kuzungumza machache na Faida Online TV. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment faums iliendelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Allah, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujalia jambo hili. Nimesikiliza hotuba hii kwamba vijana wana shida ya geti na uboreshaji wa hii madrasa. Insha Allah mimi nimwambia geti nitaleta na nitatengeneza harambee rasmi kwa ajili ya kuboresha kituo hiki cha elimu. Natoa wito kwa wadau wote, wazazi wote, tujitahidi kusaidia shughuli kama hii. Elimu ni msingi wa maisha ya watoto wetu. Kwa hiyo sisi wazazi tuna wajibu mkubwa wa kusaidia jambo hili. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa kituo hiki cha Darul Hadith Islamic Center uh, Sheikh Hatik ambaye na nafasi ya kuzungumza machache. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du, naitwa Jafar Atiki mkurugenzi wa kituo cha Darul Hadith Islamic ambapo leo Tunashukuru Mwenyezi Mungu tumewaaga watoto wetu ambao wamemaliza e, katika masomo yao ya awali kupitia kituo chetu na wanataraji kwenda kuanza masomo katika shule mbalimbali. Mimi nimshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kwa kutupa nguvu na uwezo kuendelea udumia, wa kuendelea kuwahudumia wananchi wa Tanzania, Waislamu na wananchi wote kwa, kwa ujumla. Na niwashukuru wazazi kwa kutuamini kwamba sisi tunastahili kuwalea watoto wao na wakatukabidhi na tukawalea, lakini hatimaye leo tunaagana nao kwa usalama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nitoa wito kwa wazazi wale ambao bado hawajahamasika kuleta watoto wao kwenye kituo chetu, wawalete watoto sisi tumejipanga tumejiandaa, mwakani insha Allah, kwa ajili ya kuwahudumia na kuwalea watoto kwa namna moja ama nyingine. Kituo ni salama e, tuna malezi salama, tuna mafundisho salama kwa watoto. Tena kituo ni rafiki kwa watoto wetu bila kujali jinsia za watoto, hali na maeneo wanayotoka hadani za kawaida Tunatarajia mwakani inshallah, itakuwa kwa kila mwezi, itakuwa ni shilingi elfu arobaini kwa kila mwezi. Kwa hiyo sasa ataangalia mzazi, atalipa kwa miezi mingapi. Watoto wanakula asubuhi, wanakula mchana, kwa sababu wakiingia asubuhi saa moja wanarudi saa tisa. Kwa maana kwamba watakuwa na milo miwili inayopatikana kupitia kituoni hapa, kutokana na hicho kiasi ambacho wanakilipa wazazi. Mohammed Sinani ni mheshimiwa diwani wa Kata Shangani, ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani, Diwani kijana aliyekula kiapo cha kuikimbiza kata hiyo kimaendeleo, ambaye pia ampata nafasi ya kuzungumza machache mbele ya kamera ya Faida Online TV alipoambatana na mstahiki meya wa manispaa ya Mtwara Mikindani, mzee wetu mheshimiwa Saidi Mohamed Zaid. Kwa majina anaitwa Mohamed Sinani, ni diwani wa kata ya Shangani iliyoko katika manispaa yetu ya halmashauri ya Mtwara Mikindani. Mimi kiukweli nimefarijika kuja katika hafla hii na kualikwa katika shughuli kama hii iki kituo mimi nakifahamu kwa kuwa mimi ni mwanashangani kina takribani miaka ishirini na tano lakini toka kwa waasisi wetu huko kwa mzee wetu almarhum Muhammad Hamis Muta. Kwa hiyo mimi ndiyo muhusika kama diwani kwa nafasi yangu, nitahakikisha kuwa nitaitendea haki kata yangu ya Shangani hususan kwenye swala la elimu, hasa kituo chetu hiki cha Darul Hadith kinaonekana kina, kina kinahitaji sapoti. Mapenzi ya wanamtwara miki ndani hayakuishia tu kumchagua kuwa mheshimiwa diwani wa kata ya Shangani, lakini pia amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya huduma za jamii. Amejipangaje kuihudumia manispaa ya Mtwara miki ndani kwenye nafasi hiyo? Na mshukuru Mungu, kura zimepatikana nyingi kwa upande wangu, na mimi kama mwenyekiti basi zile kura ni deni, nimekopeshwa. Kwa hiyo, na dawa ya deni ni kulipa. Kwa mimi nitawalipa maendeleo wana Shangani, wana Mtwara kwa ujumla. Na maendeleo ni, ni jambo la, la, la lazima kwa mwanadamu kwa kwa hiyo mimi kama diwani, kwa nafasi yangu nitaparticipate lakini kushirikiana na mstahiki meya na mbunge, lakini hatimaye na hata Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha tunawaletea maendeleo wananchi wetu, hasa sisi tumetoka juzi tu kwenye kampeni na tumewaahidi vitu vingi wana Mtwara, wana, wana wa Tanzania kwa ujumla, lakini pia wanashangani yale tulioyaomba kwao wametupatia, na sisi tutawarejeshea maendeleo. Naitwa mzazi wa Tamil Hassan. Tunashukuru sherehe ya watoto wetu imeisha salama kuhitimu. Tunaomba tunawomba na wazazi wajitokeze kuwaleta watoto wao katika shule hii. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati, kutokea hapa kwenye kituo hiki cha Darul Hadith kinachopatikana kwenye mtaa huu wa Madukani, Manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara. Naitwa Karimu. Faida hii ni Faida TV. Naomba nikukumbushe kusubscribe, kusubscribe, kulike na comment yetu, ili uendelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, lakini kukumbushe, hakikisha unamleta mtoto wako kwenye kituo hiki cha Darul Hadith Islamic Center kwa ajili ya kupata elimu iliyo bora. Asante na kwaheri.